Haya msikilizaji, ni saa nne na dakika ishirini na moja. Karibu sana ndani ya mchakato kuanzia sasa mpaka pale saa saba kamili za mchana, na kumbuka siku zote mchakato tunakuwa na Kulikoni, tunakuwa na Tuchakate, tunakuwa na Kizimbani, lakini pale saa sita na dakika thelathini tunakuwa na Kabrasha, ambapo tunachangamshana akili tukiwa tunaelekea ukingoni kukamilisha eh, mchakato kwa siku husika leo, ni Alhamis ya tarehe 23 ya mwezi wa uh, 10 mwaka 2025 na, na zikiwa zimesalia siku chache sana kuelekea uchaguzi mku, uh, mkuu ambao unatarajiwa kufanyika Oktoba 29 mwaka huu, na bila shaka itakuwa ni wiki ijayo ya, ya, itakuwa ni Jumatano ya wiki ijayo na kufika Alhamisi wiki ijayo, kama leo, tutakuwa tushajua baadhi ya viongozi wetu ambao tayari watakuwa washachaguliwa na kura zimeonyesha kwamba tayari wanaongoza katika nafasi ambazo wanagombea. Na kwenye swala la uchaguzi, kuna kuwepo na mambo mbalimbali mbali ambayo lazima yasisitizwe hasa kwa wananchi wetu, ama sisi kama Watanzania ambao ndo tutakwenda kupiga kura hiyo Oktoba 29. Kwa hiyo leo kwenye Kulikoni, msikilizaji, utaangazia uh, maswala ya namna hiyo kuelekea uchaguzi mkuu. Naitwa Asma Ahmed, mwenzangu ni David Mwaroseke.